Hapa duniani kuna viumbe vya aina tofauti tofauti na viumbe hivyo vyote vimeumbwa na Mungu. Miongoni mwa viumbe hivyo vipo ambavyo vinaleta faida kubwa sana kwa binadamu kimwili na kiroho. Na pia vipo viumbe ambavyo vinaleta madhara zaidi kuliko faida. Sasa, leo katika video hii nataka nikuletee viumbe ambavyo kamwe hupaswi kuviua popote pale utakapoviona, iwe ni nyumbani, iwe ni shambani, katika bustani yako, hupaswi kuviua viumbe hivi. Kwa nini hutakiwi kuviua? Utajua zaidi katika video hii. Endelea kunifuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho, utajifunza mengi sana. Tukianza na mdudu huyu hapa, ambaye ni maarufu kwa jina la vunjajungu, au wengine wanamuitaga vunja chungu wereva, lakini kitaalam anajulikana kama mantis. Huyu ni moja kati ya mdudu ambaye ana mwendo wa taratibu sana na ni mdudu ambaye hana shida na binadamu, huwa hataki mapambano kabisa na mwanadamu. Sasa huyo mdudu anapoingia ndani kwako, kuna ishara fulani anakuwa anaiwakilisha. Mungu huwa analeta ishara kwa mwanadamu kwa kupitia vitu mbalimbali mbali. Mungu anaweza kuletea ishara kwa kupitia ndoto kwa kupitia mazingira yanayokuzunguka, na pia hata kwa kupitia viumbe ambavyo yeye mwenyewe ameviumba. Sasa huyu mdudu huwa analeta ishara ya bahati nzuri katika maisha yako. Kama kulikuwa na dili fulani unalisikilizia au kuna pesa fulani unaitarajia kuipata, kisha ukamwona huyu mdudu anaingia ndani ya nyumba yako, hiyo ni ishara ya kwamba hilo dili muda si mrefu litatiki au hiyo pesa uhakika wa kuipata upo. Na pia kama ulikuwa unapitia hali ngumu, pesa haionekani, kula kwa shida, huyu mdudu anawakilisha mwisho wa matatizo. Muda si mrefu, kuna neema inakuja. Kwa hiyo endelea kuvumilia, endelea kuwa na subira, neema inakuja muda si mrefu. Kwa hiyo popote pale utakapomwona huyu mdudu ndani kwako, hutakiwi kumuua kamwe. Unapomuua maana yake unaondosha hiyo bahati nzuri katika maisha yako, na pia huna sababu ya kumuua, kwa sababu huyu mdudu hana madhara yoyote yale kwa mwanadamu, hang'ati na wala hana sumu. Kitu pekee ambacho unaweza kukifanya ni kumfukuza kwa kumtoa nje ya nyumba yako, lakini si kumuua. Huyu ni mjumbe mzuri, ametumwa na Mungu. Mdudu mwingine ni kipepeo. Kipepeo ni moja kati ya mdudu ambaye anavutia sana. Ni mdudu ambaye huwa ana rangi za kupendeza. Wengine huwa wanafanana mpaka na maua. Kipepeo ni moja kati ya mdudu ambaye hana madhara kabisa kwa binadamu. Unapomuona kipepeo katika mazingira ya nyumbani kwako, aidha ndani kwako au katika bustani yako, nje ya nyumba yako kipepeo anawakilisha nafsi ya mpendwa wako. Uwepo wake unatoa ishara ya kwamba hivi karibuni utapokea saprisi ya mgeni ambayo unampenda sana. Kwa hiyo kaa tayari kwa hilo, lakini pia kipepeo anao uwezo wa kutabiri hali ya hewa. Unapomwona kipepeo wa rangi nyeupe, hiyo ni ishara ya kwamba msimu wa joto unakaribia. Na unapomwona kipepeo wa rangi ya njano hiyo ni ishara ya kwamba msimu wa baridi umekaribia, na unapomwona kipepeo wa rangi nyeusi, hiyo ni ishara ya kwamba kuna dhoruba au garika inakuja. Kwa mfano inaweza ikawa ni mvua za El Nino au kimbunga kikali. Kwa hiyo huyo kipepeo mweusi anatoa ishara hiyo. Kwa hiyo popote pale unapomwona kipepeo, hupaswi kumuua. Yupo kwa ajili ya kukuonyesha ishara fulani. Mdudu mwingine ni buibui. Zipo aina nyingi sana za buibui. Kuna buibui ambao huwa wana sumu kali sana, lakini naye nzungumzia hapa ni huyu hapa, unayemwona kwenye picha. Huyu ni buibui ambaye mara nyingi sana anapendelea kukaa ndani ya nyumba. Buibui huyu hana sumu na huwa hana shida yoyote ile na binadamu. Huyu buibui anaweza kutoa ishara fulani ndani ya nyumba yako, na ishara hii huwa inakuwa kwa namna hii hapa. Unaweza kukuta siku unakatisha katika mlango labda wa jikoni au sebuleni kwako, sehemu yoyote ile ambayo ipo wazi na ambayo huwa unapita mara kwa mara, utashangaa ghafla unakumbana na utando wa buibui. Sasa utaanza kujiuliza, huu utando unatoka wapi? Wakati hii njia huwa napita mara kwa mara, au mahali hapa muda si mrefu nimepita lakini ghafla, unakumbana na utando wa buibui. Hiyo ni ishara ya kwamba bidii yako ya kazi na juhudi zako muda si mrefu zitakulipa. Umekuwa na bidii sana katika kazi, umekuwa ukijituma sana, lakini huoni matunda yake. Huo utando wa buibui ni ishara ya kwamba sasa bidii yako katika kazi inakwenda kukulipa muda si mrefu. Kwa hiyo, kaa tayari kwa kula matunda ya kazi yako. Mdudu mwingine anajulikana kwa jina la ladybug. Kwa Kiswahili ni kanga mbili, lakini anaweza kaa na majina tofauti tofauti kulingana na jamii zetu. Nafikiri katika picha utaweza kufahamu ni mdudu yupi ninayemzungumzia. Sasa huyu mdudu, popote utakapomwona, usimuue. Huyu ni mdudu ambaye analeta ishara nzuri sana katika maisha yako. Mdudu huyu akitua mwilini mwako kama wewe ni msichana au ni binti ambaye upo katika umri wa kuzaa, idadi ya vidoti vilivyopo katika mdudu huyu hapa anawakilisha idadi ya watoto ambao Mungu atakuja kukubariki kuwa nao maishani mwako, na pia mdudu huyu huwa anatoa ishara ya bahati nzuri katika pesa. Unapomwona mdudu huyu ametua mwilini mwako haijalishi wewe ni mwanaume au mwanamke, unachotakiwa kufanya ni kuhesabu idadi ya vidoti vilivyopo katika mwili wake. Kwa mfano, kama ukakuta vidoti saba, basi baada ya miezi saba tarajia kupokea kiasi kingi cha pesa, au kama ulikuwa katika hali ya kujiuliza uliza kichwani kwamba hizi pesa lini nitazipata sasa unapomwona huyu mdudu ametua mwilini mwako anakupa jibu kwamba baada ya miezi hii utapata kiasi hicho cha pesa. Na pia unapomwona mdudu huyu ametua mwilini mwako unaweza ukajitamkia jambo lolote lile kuhusiana na pesa na likaja kutokea kweli. Hii inakuwa kuwaje? Nisikilizwe kwa makini sana. Unachotakiwa kufanya kama kawaida, hesabu idadi ya vidoti vyake na kila kidoti kipe thamani ya pesa kwa mfano kama ukakuta ana vidoti nane mwilini mwake, kila kidoti kipe thamani ya laki moja. Halafu sema hivi, baada ya miezi nane nitapokea kiasi cha shilingi laki nane, na kweli jinsi ambavyo unatamka itakuja kutokea. Huyu ni mdudu ambaye anakuletea bahati nzuri katika Pesa. Kwa hiyo hupaswi kumuua kwa namna yoyote ile. Ni mdudu mzuri na hana shida yoyote ile. Mdudu mwingine anajulikana kwa jina la cricket. Anaweza akawa na majina tofauti tofauti kulingana na eneo husika, lakini kwa jina rasmi anajulikana kama cricket. Huyu ni mdudu ambaye huwa anapiga sana kelele nyakati za usiku kama akiingia ndani kwako asijiandae kwa kelele nyakati za usiku. Sasa huyu mdudu anapoingia ndani kwako, kuna ishara fulani anaiwakilisha huyu mdudu. Anawakilisha ujio wa wageni wazuri katika nyumba yako. Hawa wageni inawezekana wewe hukuwatarajia, na ni wageni ambao wanakuja na faida kwako. Wanaweza kukuletea msaada fulani, au wanaweza kukuletea jibu la maswali ambayo umekuwa ukijiuliza muda mrefu sana. Endapo ukimuua mdudu huyu, unazuia ujio wa wageni hao. Kwa hiyo ni mdudu ambaye kamwe hupaswi kumuua, bali unaweza ukamfukuza bila ya kumuua. Sasa tunakuja kwa mjusi. Mjusi ni moja kati ya mdudu ambaye amekuwa akileta maswali mengi kwa watu, hofu na mashaka hii ni kutokana na imani nyingi zilizojengeka juu ya mdudu huyu, mpaka imefika mahala watu hawampendi huyu mdudu, watu wanamchukia, watu wanampiga vita huyu mdudu. Sasa je, huyu mdudu anatoa ishara gani anapokuwa ndani ya nyumba yako? Nisikilize kwa makini sana. Mjusi hasa wa aina hii hapa unayemwona hapa huwa wanapenda sana kukaa ndani ya nyumba kwa ajili ya kula wadudu wadogo wadogo kama vile mbu, nzi na mende. Lakini pia mjusi huyu anapokuwa ndani ya nyumba yako anaweza kukuonyesha ishara fulani. Sasa ishara hii utaijuaje? Ukimuona mjusi anachezesha mkia wake kwa staili hii hapa kama unavyoona hapo au akikunja mkia wake kama hivi, hiyo ni ishara ya kwamba kuna jambo baya linakuja kwako. Kwa mfano, kama wewe kwa siku hiyo unatarajia kupokea wageni au mgeni fulani alafu ukaona mjusi anatoa ishara hizo hapo hapo, tarajia mambo yafuatayo: mgeni huyo anaweza kukuletea taarifa mbaya, inawezekana ni taarifa za ugonjwa au za kifo au anaweza kukuletea taarifa za udanganyifu au za kukulaghai. Kwa hiyo utakapomwona mjusi anatoa ishara hizo hapo katika kipindi ambacho wewe unatarajia kupokea mgeni fulani, basi tarajia mambo hayo hapo, aidha taarifa mbaya au taarifa za udanganyifu. Lakini pia unaweza kupokea taarifa hizo hata kwa njia ya simu na pia kuona mjusi mara kwa mara, hiyo ni ishara ya kwamba mwisho wa hali ngumu umefika, na tarajia mwanzo wa hali mpya muda si mrefu. Na ishara hii huwa inawatokea hasa wanawake wajawazito. Hiyo ni ishara ya kwamba muda si mrefu, tarajia kupokea kiumbe kipya katika maisha yako. Kwa hiyo mjusi naye ni mmoja kati ya wadudu ambao hutakiwi kuwaua, bali unaweza kumfukuza bila ya kumuua wala kumjeruhi, na inasemekana kwamba kuua mjusi unakaribisha bahati mbaya katika maisha yako, so you better avoid it. Vitu ambavyo unatakiwa kuwa makini juu ya mijusi ndani ya nyumba ni kuhakikisha kwamba unafunika vyakula vyako vizuri, pamoja na maji, ili asije akaingia katika vyakula vyako au maji unayotumia. Mdudu mwingine ni nyuki. Nyuki ni mdudu ambaye anatengeneza asali ambayo ni tamu sana na inapendwa na watu wengi. Utakapomwona mdudu huyu ndani ya nyumba yako, anatoa ishara ya mambo mazuri katika maisha yako, na hasa pesa. Nyuki hata ukimwona katika ndoto, anatoa ishara ya utajiri, kwamba muda si mrefu utamiliki pesa nyingi sana. Na ishara hii ya nyuki haimaanishi kwamba ule uvamizi wa kundi kubwa la nyuki ambao wanakuja kuleta madhara kwa binadamu. Hapana, hapa inamaanisha ukiwa ndani kwako, ghafla ukamwona nyuki mmoja tu anarukaruka huku na kule, hiyo ni ishara ya kwamba muda si mrefu utamiliki pesa nyingi sana, na nyuki huyo mara nyingi anakuwa hana madhara ya aina yoyote ile kwa mwanadamu kwa hiyo hupaswi kumuua kwa namna yoyote ile. Katika video inayofuata nitazungumzia wadudu ambao huwa wanaleta bahati mbaya na umasikini ndani ya nyumba, kwa hiyo hupaswi kuwaendekeza na kuwafuga kwa namna yoyote ile. Ili hili video hiyo isikupite, hakikisha unasubscribe channel hii na kubonyeza kengele ya notification, ili pale tu ninapoachia somo hilo uwe unapata taarifa na kama utakuwa na swali lolote kuhusiana na video hii niandikie hapo chini kwenye comment, na mimi nitakuja kukujibu. Asante sana.